Of church history. Yani, alikuwa akisoma historia ya kanisa na aliwafunza Bwana ndiye mchungaji wenu. Mambo ma ya pili ambayo nataka kusema ni ya kwamba sisi sote tutapitia bonde la uvuli wa mauti, kila mmoja wetu atapitia bonde la uvuli wa mauti, lakini Bwana atakuwa pamoja nasi because his presence will always be hata wakati huu munapitia bonde hilo, lakini Bwana yu pamoja nanyi. Ingawa mnahuzunika, lakini mna matumaini kwa sababu Bwana yu pamoja nanyi. May his presence go with each and every one of you. Mm. Uwepo wake utembee pamoja nanyi, na uwepo wake ukitembea pamoja nanyi, mtakuwa na ushindi, mtakuwa na nguvu <laughs> wherever you will go god will give you victory jambo la pili may god's power always be with you gongo lako na fimbo yako ya nifariji may god's power always be with you hata mkikutana na challenges yoyote we know god is bigger than all our worries god is bigger than all our problems may his power always be with you na jambo la mwisho Wacha mpango wake uwe pamoja nami. Anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Wacha nitoe ushuhuda wa baba. Yeye alianza kama leirida, saa zingine baadaye sijui iliendaje, lakini mwisho alimaliza kwa nyumba ya Mungu. He started well, ended well. Mimi nataka niwaambia start well, continue well, finish well. Na Mungu awabariki. Wacha Bwana awe <coughs> mchungaji wenu. Mkiwa support ama toll, mkiwa kazini ama nyumbani. May the Lord be your shepherd Mlena. And you will always leave the legacy of the lay reader.

tulikuwa na jirani yangu hapo kwa kanisa. Nyinyi wote ni watu yetu Uganda. mm -hmm. mm -hmm. avondoo mm -hmm. na tuone